Pula... Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa kulipiza kisasi dhidi ya Wahuthi baada ya kombora lililorushwa na kundi hilo kupiga uwanja wa ndege wa Israel. Katika video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii, Netanyahu alitishia kufanya shambulio akisema, tulishambulia siku za nyuma, tutashambulia siku zijazo. Kombora hilo lilirushwa kutoka Yemen na kundi linaloungwa mkono na Iran, lilitua karibu na kituo kikuu cha uwanja wa ndege wa Ben Gurion Jumapili asubuhi. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kuwa watu wanne walijeruhiwa na mlipuko huo na wengine wawili walijeruhiwa wakiwa njiani. Kundi la Wahouthi lilisema wataweka kizuizi kikubwa cha anga kwa Israel, kwa kulenga mara kwa mara viwanja vyake vya ndege kujibu mipango ya jeshi la Israel ya kupanua operation huko Gaza. Waziri wa Ulinzi wa Israel, Israel Katz, alijibu shambulio hilo kwa kusema yeyote atakayetupiga tutampiga mara saba zaidi. Katika taarifa baada ya Netanyahu alisema mashambulizi ya Houthi yanatoka Iran akiongeza Israel itajibu shambulio hilo la Houthi na kwa Iran kwa wakati na mahali tutakapochagua. Picha ambazo hazijathibitishwa zilizochapishwa mitandaoni zilionekana kuwaonyesha madereva kwenye barabara iliyo karibu wakisimama ili kujificha huku ndege ikitua na kusababisha moshi mwingi mweusi karibu na uwanja wa ndege ulio viungani mwa Tel Aviv. Hii ni TMC News Update kimataifa na mimi ni Happy Balisidia.